Tai Media. Ulipo tupo, tuende pamoja. Wanaume wa kanisa la Tanzania Assemblies of God hii leo wameadhimisha sikukuu yao huku wakimshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyowatendea. Akihubiri katika ibada ya sikukuu hiyo kwenye kanisa la TAG Sayuni Revival Isanga jijini Mbeya, mtumishi wa Mungu Godfrey Mwakalielie amewataka waumini kutotenda dhambi ili kuokoa vizazi vijavyo. Mwanzilishi yoyote akikosea lazima ukukuwe na shida, yaani hata kama tutatengeneza vipi, hiyo lazima tukubali, hata kama hatutalia, tutangalagala. Sasa ashukurwe Mungu, haleluya. Tukapata neema nyingine haleluya. Mi naenda haraka haraka, tukapata neema mwanaume. Kawaza kusema sasa, mwanadamu kasema nilimuga kwa, kwa mfano wangu kwa sura yangu, na amepotea mahusiano, nitamrejesheje? Tunaingia sasa katika kitabu kile tunakuta tuna katika kitabu kile Bwana anakitoa yeye mwenyewe kama sadaka haleluya. Sasa tusome haraka haraka Wakorintho wa pili ili tujue sasa wa mpaka kori sasa, vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anaishi anasi kwa vivyo vyetu twaomba nini, kwa ajili ya Kristo, mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alifanya kuwa dhambi kwa, kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Leo mimi nikitenda dhambi haitaniacha salama, kwa sababu wa amesema mwanaume alikuwa mtu wa kwanza kupokea maagizo kutoka kwa Mungu. Maneno hayo yameongozwa na ujumbe wa usemao mwanaume ameumbwa kwa utukufu wa Mungu. Alimpa kumiliki, alimpa kila kitu pale. Madhabahu haina shida, inaweza kutubariki sasa. Kufuata kufuata yale maagizo, ndo tunashinda bwana. Subiri binti, subira, wanakwambia mimi naona nachelewa, unajipeleka kwa mwanaume, umejipeleka aakuse. Adamu naye alipewa maagizo. Unajua kila kitu cha Mungu kina kanuni, uta wote ambao umesoma shule mkaungana na mimi sisi, kuna hesabu fulani tulikuwa tunazifanya, mwalimu kikosea tu kidogo, anasema mbona umekosea. Kanuni kwa kila kitu, kina kanuni yake yes. Madhabau ya Mungu ina kanuni yake. Wakina Adamu na Eva waliambiwa kwamba msile matunda haya, lakini alipokuja akawadanganya akasema pana, lakini baada ya kula unaona kitu kifanyika. Na sisi wenyewe kali sana tunajifukuza sisi wenyewe. Wakizungumza mara baada ya kutamatika kwa ibada hiyo, wanaume waliosherehekea siku hiyo muhimu wamesema ujumbe uliofundishwa utawasaidia kuishi maisha ya utakatifu. Mimi kwa jina naitwa Wilson Mkuyu. Ni mshirika wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Sanga Sayuni. Kwa kweli leo ndo tulikuwa na hitimisho ya kilele cha sikukuu. Kwa kweli tumejifunza mambo mengi sana kuhusu mwanaume alivyoumba na uumbaji wa Mungu, jinsi alivyokuwa ameumba na kutupa utukufu. Kwa hiyo kwa kweli tumejisikia vizuri sana na tumemwona Mungu katika ibada ya leo. Naitwa Prosper Mnelwa. Tumeiona neema ya Bwana. Mahubiri yalikuwa ni mazuri, yalitugusa, hatukutegemea kile roho ya Mungu alijidhihirisha kwetu, ametulia neno zuri, tunakwenda kujifunza, tunakwenda kuwa wanaume wapya tena kwa mwaka mwingine, tunaanza kesho. Mtazamaji wa Time Media, endelea kusubscribe, kulike na kukomenti kwenye chaneli yetu, ili wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, Time Media, ulipo tupo, tuende pamoja.